Mapendo daima, daima sana, mapendo sana. Ito, Sister Nice, kwa majina anaitwa, natokea jimbo Katoliki na la Same. Tumefika hapa kwa ajili ya kuunganika na nyie vijana na tumewaambia kwamba kwa Yesu hamna mzee, wote ni vijana, kwa lengo la kukutana na nyie vijana tukihamasisha miito mitakatifu miito ya utawa katika kanisa, na tumeona tusiwe wachoyo tukabaki tu wenyewe. Ni vizuri tukawa na wadogo zetu, ili kesho nanyi pia mtafute wadogo wa zenu. Sisi kwa jina la shirika ni Wafrancisco wa, wa Mtakatifu Ursula. Makao yetu makuu yapo India, lakini kwa bara ya Afrika makao yetu makuu ya Kosame, na tunafanya utume mbalimbali ukiwemo mbali, utume wa ufundishaji mashuleni, katekesi, huduma za afya na za jamii na sera zetu za shirika, yote tunafanya kwa ajili ya upendo wa Kristu. Wale wote ambao wanaguswa kuungana nasi katika shirika tunawakaribisha, tuungane pamoja, tuendelee kumtukuza Mungu tukifuata nyayo za Mtakatifu Francisco wa Assisi, yote tukifanya kwa ajili ya upendo wa Kristu. Tumsifu Yesu Kristu. yeah.